Well, well, well, well. Maisha yako utukufu wake Baba. Maisha yako ni utukufu wake Yesu ya jina langu naitwa Teddy po Kamoga, niko hapa kukukaribisha kipenzi changu nayenisikiliza, uwe baba uwe mama, kijana wa kike, kijana wa kiume, mchungaji, mtume, nabii mwinjilisti mwalimu, yaani hauna cha kujitetea. Hiki kitabu kiko kwa ajili yako, usije ukasema kwa sababu ule mama wengine wamemzoea, ni mama Radoa, anaongeaga tu na dotazia. Hapana, ameitwa kwa ajili ya watu wote. Kwa hivyo basi, niko hapa kukukaribisha kuja kupata nakala yako, kama mimi ambavyo nimeshabahatika kupata ya kwangu. Siku ya kesho, tarehe 8 mwezi wa tatu 2025 kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Saa nne kamili asubuhi tutakuwa tunaanza. Tunakuomba usichelewe, hatuta kuchukulia muda wako. Tutamaliza saa saba na nusu, saa nane kamili mchana. Kwa hivyo basi, nakuomba uje ukitarajia kupokea kitu, maana hiki kitabu ni zaidi ya kitabu. Neno la Mungu liko humu, neno la uponyaji, neno la uzima, neno la kuutia moyo, neno la kukuinua kutoka mahali ambapo umekwama kwa hiyo uje ukitarajia kupokea kitu kutoka kwa muumba wako. Kwa hivyo basi nikusihi, mwambie na yule yule, amwambie yule, afu huyo amwambie huyu, wote tuje hapo. Wapi? Serena Hotel. Serena five star hotel, ukumbi unaitwa <gibu> Kivukoni. Tafadhalika okay, ukishindwa <gibu> kufika exactly pale mahali, nipigie simu. Nataja simu yangu 0755 28 24 28, au kwa Kiingereza nasema 0755 28 24 28, au niandikie messenger, facebook Teddy Kamoga, nitakupa direction utafika, na nitafurahi kukuona ukifika tu. Nitafute, au mtafute Mary Shirima wa Amos, au mtafute Ani Garbias, au mtafute Carlson mutajua, au mtu yoyote wa Radoa. Uliza Radoa wako wapi, basi utakuwa umefika. I love you.